Shemeji? Oh. Sasa? Kwa zana shemeji? Eh, eh, habari ya masiku mengi? Ah, si tuko, we eh, huku ukoje? Eh, si tuko wazima. Asante. Faina limu mkatukumbuka? Ah, si lazima eh, tukumbuke mkwazi. Eh. Eh, kwa eh, sasa so, nikapata kazi sasa so, ndo mkaanza kuona mimi mtu wa maana. Si kazi, si kazi, anu yani, unaweza katu na nakumbuka mtu. Yani wakati nilikuwa sina kazi mkwazi, mula yone kana kwa kukweli ah, yani, kukuja nimekosa ulipata kazi? eh, eh. eh. eh n mwanama yaani, yaani, yaani baada ya mimi kupata kazi sasa mandugu zako sasa imekuwa hey. huku sasa ni kama kwenu jirani, si tu umepata hey. kazi, kuonea ndugu hey. zangu akikuja hapa. Yaani wakati nilikuwa oh. sina kazi huko wanakuja sasa, hizi sahizi ndio, hata kama singemwalika wewe ungekuwa unajua anakuja nani ajui bana ni kazi. Mimi ndanajua kyenye nimemuitia. Si eti wewe unakuja kuingilia biashara yangu na brada yangu. Wa, na, na wakati nilikuwa sina kazi mbona huko hukualika? Mimi ndanajua kyenye nimemuitia. Nipate kazi sasa ndo waze kualika. Wamejua jenye wameniidia hapa, si kuja kwa, ni kwa, kwa sababu ya kazi yako hata sijui unafanya kazi gani. Unafanya kazi gani? Yani kazi ya nini juzi ndo anapata. Kama ni pesa zangu mmekujia ama pesa kidogo yenye napata yenye mmekujia. Pole kabisa, pole kabisa. Okay. Na kazi hapa, hakuna pesa za kuharibu sasa, umesikia?